Na nataka niambie hii serikali ya Ruto. Na nijuzi juzi niliwaambia my friend Ruto, let me tell you something. Unajua hiki tunaongea kama jokes sasa hivi. Hiyo inasema tu wao sijui baba ni mgonjwa sijui nini sijui nini. Hivi hivi ndio Makufuli ilianza. Tukasikia breaking news, Makufuli ameenda. Baba jai gonjeka amekuwa kinyang'ani nje ya serikali bila ugonjwa. Bila ugonjwa hata bila malaria. Tukisikia breaking news yoyote, ruto ruto, mimi nakwambia kwanza, tukisikia breaking mbaya kama ile ya magufuli ya Tanzania, utatuambia baba ameenda wapi na ni kwa nini amekujoin. Tu hata mwaka ijaisha na ameenda, hakikisha kama baba ni mgonjwa amepona. Fanya juhudi, wewe ni daktari, unajitanga daktari. William Samoei Ruto, hakikisha Toa mashini yako yote, toa pesa yako yote, baki maskini, railudinga hapona kweli kama ni mgonjwa. Toa enaji yako yote, hata wewe mwenyewe afadhali ulale kwa niaba ya railudinga, vaa hiyo kiatu. Hii mchezo mnacheza mwachane ndayo, na baba akirudi hapa Kenya baba akae kwake. Polepole vijana wadogo, wezi wengine waliandimaa, wakina gaucho kila wakati baba, kila wakati ati mimi ndio die hard wa baba ati, kila wakati mimi ndio support wa baba mkubwa, kila wakati mimi ndio support. Kwani nani sio support wa baba? Ni nani ame play role kubwa kwa Azimio last election ya 2022? a play kubwa, nilicheza role kubwa mimi, nuru Okanga. Na mimi sifuati Raila kwa sababu ya pesa, yule mwizo aliandimaa. Nafuati Raila juu ya Winnie Odinga anamsaidia, aida Odinga pia anamsaidia. Mimi nakwenda familia Raila Odinga inanisaidia lakini ninapenda baba for free. Na ukweli Biblia inasema ukiongea ukweli itakuweka uhuru kweli kweli. Acha mimi, juzi nimemwona wakimoja akisema ati ati kama hujasikia kutoka kwa Daihad ya Raila Odinga kama mimi gaucho unasikia kwa nani? Kwani wewe gaucho wewe ni special sana. Hata kwa masupport wa Raila wewe huko. Wewe ni kateli na wewe ni wewe ni mwizi. Wewe ni mwizi mkubwa. Unaibia hiyo familia ya Raila Odinga. Ile siku atagundua wewe ni mwizi, hautakanyaga huko kwao. Tuache kuweka jokes kwa mzee, tuache kuweka mzaa, tujisimamie sisi wenyewe. Mimi nimeng'ang'ana, na bado naendelea kung'ang'ana peke yangu. Naenda nyumbani nafanya shughuli zangu, naenda wapi nafanya peke yangu. Mimi najua baba yako na sijai husika, sahi ni mwaka mmoja, sijai kutana na baba, na bado mimi ni mwana ODM na support Raila. Na imaanisha tu kukuwa na baba ndio uonekane wewe ni supporter wake. Unaweza kutana na baba na kubu unataka pesa kwake, so mimi nikisema, tafadhali muache Raila Odinga apumue. Ile miaka baba ako nayo sio miaka ya kwenda kwa ndege ile miaka baba ako nayo sio miaka ya kusukumana kwa mkutano. Hiyo hiyo miaka ni miaka ya kukaa kwa boma yake, kama ndugu yetu kule Busia amekaa kwa boma, ametulia ametulia. So mimi naomba viongozi wa ODM mheshimu baba, asa youth wale vijana ambao wako kwa ODM mujisimamie. Igeni mfano ya babu Owino, kijana mdogo nako na akili kwa shinda mwingine, ako pale oma b Gladis Katel, mkora namba one mkora hawezi jisimamia. Nataka niwambie, mupe baba nafasi ya kupumua. Baba ile miaka amefanya hii inji, nyinyi hata muwezi kaa hiyo miaka na hii kora mkonayo inji nasa, inji ko kwa crisis amuongei. Mumekusanya nyinyi kaundi zote, mumeangalia mume kaspuli kukambenia mtu mmoja. Kwani hii kiti ya kaspuli ni ya familia moja? I'm asking, sumwache huyo kijana ajiongelelee mwenyewe. Munafozwa na kaspuli, wacheni huyo kijana ajiongelelee mwenyewe, aongee mpaka mnamfundisha speech.